Yeah. Yeah. Kwa ipo kwenye hip hop. Ah, e, kani kaspiga sana hizo yeah. E, ila hii kwa ya kanisani kabisa hii. Kibiango cha hip hop sio? <laughs> A, noma sana. Nice song. Uh, ni kati ya ngoma creative ambazo zimetoka wiki hii na ndo mana tumeanza nayo kwenye room. Yeah. Uh, kwenye stories akita, kuna wana wanasema mbona kama anawasema wadada umeona kwamba ole kama anawabuli hivi, aa, anawakumbusha mnazeeka, asiseme yeah. Esasa... unazeeka tafuta bibi. Wuh, asa ah, Una <laughs> <zeeka> tafuta <laughs> bibi tafuta <laughs> bibi. Sasa mtu haitiki salamu ani hata ndonini <laughs> yani anasida Hmm. Sukari. Eh. Ah, sukari si tu au au Zuchu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Zuchu sasa imagine hmm, sanaa ilivyopana <hazum> uh -huh. Ah, Mheshimiwa ah, ah, Hamis Mnyuma mwanafe alisema, mm -hmm. mm -hmm. ngoma ni creative, hajakosea kwa sababu <hazum> hii title ama, mm. hii ngoma inaweza ikamaanisha vitu vitatu tofauti. uh -huh. Eh, tafuta bwana bwana mume eh, eh unazeka tafuta bwana bwana mume unazeka, tafuta bwana tafuta hela unazeka. ah, tafuta bwana, mtafute Bwana Mungu wako sema nae. oh, mpaka unazeka, unakumbushwa mtafute Mungu. Hiyo no, kuna kuna shida. Huyu hapa zaidi mwenyewe atuelezee real meaning mm -hmm. ya ingoma ya, yeah, yani ukisikiliza chorus, chorus ina maana tatu tofauti. Unazeka, unazeka, tafuta bwana. Betapa, unazeka, tafuta bwana betapa, unazeka, tafuta bwana bwana au unazeka mtafute bwana, yani kwamba wewe mtafute Mwenyezi Mungu, dunia yenyewe ieleweki. Lakini kwenye meeting za huko, kwenye bus, moja kwa moja, tuko direct kwamba bwana e, binti usilaikuni huko hivi ipo. Lakini mwisho siku inabidi kuwa na mahusiano rasmi official kabisa. Lakini kwa lugha, I mean kwa flow, na vitu vingine vingi nimetumia uh, nafikiri kama ukali kidogo kama mnavyoona eh, kama una, una, una, una, una, una, una, una, una bully kidogo, lakini kila mtu ana lugha yake kwenye sana pengine pengine nyepesi hata leo nisingefanya interview. So yeah. Okay. <laughs> Mzungumzia mtoto wa kike. Hey. Atafute bwana. Ni mtoto wa kike. Hey. Hey. Lakini vesi yenyewe bado Hey. ukiitafsiri Hey. inaweza ikamaanisha mtoto wa kike kwa vitu vyote vile vitatu. Ah, kwa kwa sababu, Hey. kwa mwata mwata unataka uite sukari unataka hey. Uja uzito afu unabeba midoli, bwana tafuta uh, cheda au mtafute Mungu. Je, in other words bado inamuongelea mwanamke lakini in all three areas, yani unajua, imekuwa ni trend ya, ya nani trend ya, ya Zaid mm. alianzaga na wo wo wo ah watu wao, unapenda vitu fule nini nini, wo ikaondoka, piga picha, piga picha na idia zake za tofauti, noma kabisa, noma kabisa. Nyimbo alivyotoka nilimpigia simu Hachan, nikawambia umetoa iti na kila mtu kaipenda. yeah, sure. mm. alikuwanga msanii wangu

aa hapana, shida ilitokea sehemu moja eh. kuna kipindi zaidi aka betray kwenye chama eh. akaanza kunenepa, ah. Ah, kumbuka kipindi hiyo, eh, tayani kamwandikia mkeka mzito, kaka Marufuku. We unajua chama chetu, wenzetu wananyoka, si tunakuwa wembamba wembamba, ndo maisha ah. Unajua kujitafuta, mwanangu, kwao, kila mtu akondoka na njia zake, lakini huyu hapa zaidi noma sana, noma sana, alikuwa e... anakimbaomba e... usindio, endelekanenepa e, e, ingawa kwamba ni nini e, lakini kwa hii ngoma sasa hivi, uh, jinsi alivyotumia wordplay, jinsi alivyotumia kuweza kumix hiyo you know hiyo church anthem somehow, alafu kuiweka kwenye rap at the yeah, same time, yeah, yeah. Uh, kwa leo nasema kupitia XXL zaidi ni zaidi yao, amenyosha hivi kweli kweli, yani najiuliza kwamba umri sahihi wa mwanamke kama hivyo, yani awe na bwana ni, ni, ni kwamba itaonekana kwamba ni too late, ni katika umri gani, lakini pia vile vile mwanamke anatafuta au anatafutwa? Mwanamke bana, inategemea eh. Sijui, inategemea unamwongelea mwanamke gani. Watu watafute, ukianza kusema unatafuta, unatafutwa eh, wewe unamwongelea mwanamke wa Gen Z, millennial au, eh? Gen Z anakutafuta na anaishi wapi eh? Kama wale wachuamujak <laughs> ah, <laughs> ah, wale ni wanafunzi. Wale wanafunzi. Yeah. Yani <laughs> uchangaje, lakini nachoweza kusema siyo ni nini ujue kwenye dunia sasa hivi kila mtu anatafuta, tukutane katikati. Ah, mambo tu. Yaani unamtuma mimi nimetumwa kwetu na baba katafute naona nituma tena. Na bado usiponipokelea simu unaambia ah, baki uko kona na nani zako? Ah, unaona I see, wewe tafuta mimi nitafuta, tukutane katikati. That's how hustlers wanafanya. Kwani nini, nasemaje? Ah, uh, no, uh, siende sana huko uh, uh, uh, yeah. Tutafika uh, uh, uh, yu, kuna, kuna kuna kuna tafsiri ambayo inategemea umekaa kwa wapi bana, kila mtu atafuta tukutane pia, kutafuta mahusiano. Mimi naona siku zote mpaka mahusiano msako kote kote, kote na maisha ya mapenzi sasa hivi yamebadilika sana. Eh, sana tofauti na zamani yamekuaje? Mm, uh, Sasa hivi vitu vingi vimesogezwa karibu mm. zamani mpaka upate mwanamke hakuna eh, teknolojia na unakutana na, na, na, na manzi hapo mnabadilishana namba baadaye meonana nini? mm. Yani hivyo vitu vime, vime na ndio maana siku hizo tunaambika, mapenzi hayadumu, hayadumu kwa sababu tunapatana kirahisi, tunaachana kirahisi. Siku hizi tunatafutana wote ila e. <laughs> <laughs> <Hina> Unajua, mpaka <laughs> mahusiano yaanze, lazima mimi naona ni lazima pande zote mbili zitakuwa zinakajuhudi mm. zimefanya kwa sababu mwanaume hata kama yeye ndo amehaso nini mm. lakini mwanamke si amekubali. Wengi wana mapenzi oh, e, e, e, e, e, wanannaua. Lazima pande zote mbili zina kajuhudi. Wengi wana mapenzi mm. yeah. uh. Sio mahusiano, mahusiano ni kitu kingine. Kuhusiana e. e. <laughs> <laughs> na kukutana <laughs> wengi wanakutana tu mahusiano, wana mahusiano, ni kitu kingine yani mpaka ufikie kusema huyu una uhusiano naye ni kitu kingine unahusiana zaidi ya na sasa wa, hivi watu wengi wafikiri level ya mahusiano. Watu wengi wana, wana ndio hivyo wakishakutana kimwili mm. Kuna vitu vinaendelea endelea basi yani hiyo inaanza kabla hey. na, i, iyo. sinu, iyo hey. kumabu ya mahusiano na hiyo si ndio? Hiyo inaanza kabla. Siku hizi hiyo mambo ya mahusiano ni kuhusiana mnahusiana mm. nini hey. yani tunahusiana yani yaani wewe unamhusu yeye na yeye hey. anakuhusu wewe sasa, mjafika kwenye hiyo level, siku hizi tunapisha kwa siku hizi inaanza kukutana kimwili ndio inakuja mahusiano, ndio mnaamua yani. Siku hizi mtu anakutumia message ya kwambia baby umekula. Eh, wewe ni nani? Ah, mi fulani mpenzi wako, ndio naosha <laughs> unaanza kukuuliza mpenzi wako amekucheki, unaanza kuwaza mapenzi ndio anaanza mm, friends with benefits no, friends with benefits ndio wengi kuliko Mm. Alafu baadaye ndo wanajikuta mm. kwenye mahusiano. Mahusiano sasa hivi magumu, ndugu yangu, yeah. Ugumu wake ni yani, vitu viko wazi sana, tofauti na zamani, vitu viko wazi <laughs> <laughs> mahusiano magumu sana kwa sababu nitakupa tu mfano mmoja ndo huo mm. ndo hicho kitu nilichokuambia mwanzo, zamani, mpaka upate mwanamke <laughs> mpaka utarusha mawe juu ya bati, yani mmeshakubaliana ile vikaratasi eh mimi nitafika pale, ukisikia ujue mi nimefika nje. Kwa hiyo kulikuwa kuna ugumu fulani wa kukutana mm. Sasa hivi vitu mm. vimerahisishwa mm. kwa hiyo, jinsi ilivyo rahisi, na watu wanaachana kirahisi hivyo hivyo mm. e, yaani kuna namna ambayo imekuwa simple kukutana, tunakutana tunabadilishana namba leo hapa kesho tuna vibe, yani tuseme tu saa hivi vibe ni right. Mm. Noma sana. Anachovutiwa mwanaume mm. na anachovutiwa mwanamke kwa mwanaume mm. ni vitu tofauti kabisa, kaka. Uh, mm. mwanaume anavutiwa na hivo, sindio? atakuwa I... na saundi nyingi, mwanamke anaamini anavutiwa na zile saundi na kupenda huyu kaja kwanza sasa hivi mambo ya do kwa mwanaume ndio amekuwa ndio noma zaidi pesa. Yaani, yeah, pesa. Uh. Mm. Mm. Kwa sasa hivi mwanaume kama pesa hakuna mm. utahaso sana yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> Yeah. Yeah. Yani, utahaso we, unakana mwanamke wako Awa, as, mbe na, mbe mbe. Mbe. Hey, baby. Mm. Fulani kazawadi wa gari muzi <laughs> <laughs> <laughs> wake ashaona huko kwenye mtandao, anakuangaliaje? Anakuangalia kama nae, inabidi siku uje unipe e. gari e. U... Eh? Kipata, kuna muda, a, kama una uwezo lakini bando lipo, uwezo ndo <laughs> <laughs> Bado la kuangalia vitu, inatia tamaa. Uweze uweze kununua hivyo vitu. Hakuna. Ha, mm -hmm. Doa upo. Kwa siku hizi mwanaume bila pesa kwenye mapenzi utoboi? Ah, ngumu sana. Ala labda utoboi nani tu kwa kweli? Sikio, ama utoboi okay, maski. <laughs> <laughs> Lakini ukiwa unatafuta kuchi kuchi ndio hmm, itakuwa mambo mengine. Na kuchi kuchi ni wastage hmm, of energy. Ah, sasa hiyo kaka usitupangie. Mimi nachoweza kusema ni kwamba <laughs> <laughs> acha acha kuharamisha kila kitu bana, sio? Wewe wewe wewe endelea shughuli unachokiamini, wewe kiamini. We kiamini. Au sio? Yeah. Mimi nachoweza kusema ni kwamba teachers kaongea kaongea kaongea point kubwa sana kwamba sasa hivi mwanaume kwenye mahusiano, jitahidi uwe na pesa. Wow. Jitahidi uwe na pesa. Kwa sababu ukiachwa afu una pesa nao ni shida. Mm. Eh? Kwa nini? Kwa nini? Yaani, yeah. umeachwa na, na, na pia pesa hauna. Hizo ni wanaume na ndio na natakiwa na, na pesa. Nalia ndiyo eh. Maana hata ukikaa mm, ndani na mwanamke wako mm, sawa eh. Mwanamke akiwa mwana eh, na milioni wewe ukawa una laki mbili, mwanaume ujue ndani kuna laki mbili, sio? Unanielewa? Kwa hiyo kivyovyote ni mwanaume, lazima kuna energy fulani uwe nayo ya kimkwanja, na mfumo wa maisha tu ulivokaa sasa hivi haujakaa. Yeah. Kwa kutiatia huruma. Yeah. Yeah. na sasa kwa mwanaume ila uzuri hmm. mara nyingi mwanaume anayeachwa kutokana na kuwa na mkwanja mdogo au kutokuwa na hela huwa, hmm. huwa anaishia kutoboa, kwa sababu ile hasira huwa ndio inaenda kumfanya sasa, baada ya kukumbuka, yani, nimeachwa kwa sababu hivi, mtufuro wangu ukachukuliwa kwa sababu e, sina kitu. Hiyo ya kutiwa hasira na mwanamke, unapigwa chini kisa hela, eh, mkasa gani wewe? Umeacha kisaela, na ndio leo tuko na Mr. T hapa. Ni sahihi kwako kisaela ndio maana